Nawambia wakati mwingine, mabinti, kisilani chako cha kuto kusamehe kimekuleta kwenye matatizo. Umewahi kuona, kuna mabinti bahati mbaya mkaingia kwenye dhambi na yule kijana aliyekulisha chips na wewe ukara, alafu na yeye akaa baadaye mimba, ndi mimba, ndi ukamwambia, baby, eh, surprise. Surprise gani? Tayari kitu gani? Ha, nimeanza kula malimau. kwa hiyo nafikiri unafikiri, oh, unafikiri muhusika ni nani? Ni wewe. Unajua wanaume kama amepita na binti ambaye anajua kabisa huyu, nimekuta watu wengi wanaingia sebuleni. Sasa huyo binti akamwambia, kuna vitu liacha sebuleni, kijana anajiuliza, mlango nilikuta huko wazi, manake watu wengi wanaingia, na uhakika gani kama ni mimi niliacha hapo sebuleni. Kwa wakati mwingine wanakataa, si ndio? Sasa hiyo sio yangu hasa binti yako sio yo yangu, anakataa. Unalea mimba peke yako, unafika mahali unajifungua. Unapojifungua, shetani anajua kuaibisha watu, kale katoto kanatoka copyright. na wewe uliyekuwa kakataa kwamba sio ka kwangu, watu wote wanakuambia tu, hey, hey, hey. yule mtoto ni wewe, <laughs> ni wewe kabisa. Na wewe unapita kijanja janja, kijanja janja, unaenda kukaangalia, unakuta hey, huyu binti amenizaa mara ya pili. Sasa kijana anaanza kurudi, oh, naomba nisamehe, alikuwa shetani, najua mtoto wangu tumulee. Hapana, ulikataa mimba, sitaki nikusikie huyu mtoto ni wangu. Ili nataka nikuonyeshe, nitamulea bila wewe. Hicho kisirani dada hakitakusaidia, hakitakusaidia kwa sababu ukweli ni kwamba huyu ndiye baba yake. Amen. Ni kweli alifanya makosa kukataa mimba, ni kweli umeilea wewe peke yako, ni kweli umeshughulika kila kitu peke yako, lakini mtoto katokea, na huyu amegundua makosa yake, amekuja kukuomba msamaha, na wewe unasema sikusamei uniache. Unafikiri umemkomoa nani? Nani ambaye umemkomoa? Sarakasi mulicheza na huyu. Hizo sarakasi za kichina. Matokeo ya hizo sarakasi ndio huyo mtoto unataka kubeba mzigo peke yako eti huwezi kusamehe atakayeteseka hapo nina sasa ngoja nikwambie ukweli utateseka kulea lakini huyo mtoto atamtafuta baba yake toto atafika miaka nane tisa vitoto vya siku hizi ni vya www.com kitaanza kukuuliza mama where is my dad? where is is my my dad dad oh, your dad has died. Died. Amekufa sangapi? Ha, alikufa baba yako, baba yako alikufa. Katoto kanapeleleza, watu watakunyima hera? Sio information, sio taarifa. Watakaambia kale katoto, wewe ivi, ivi baba yako anakujaga kukusalimia sasa. Baba eh hey, kwani yuko wapi? Utembo utembo eh hey, kwenye ule mlima ule ule wa ng'ambo pale. Yupo? nataka nimwone, twende. Watampeleka mtoto wako, wewe huna taarifa watampeleka kwa dadi yake. Kama anauza duka watamleta dukani, kama anachomelea vyuma watamleta hapo, kama analima watamleta shamba. Na baba atasema e hey, mwanangu, watakumbatiana, wao wamesameheana. Atakapeleka shopping atakununulia nguo, kanarudi nyumbani na mfuko. Umetoka wapi na nguo? Baba ulikuwa unanificha, nimemwona baba. Utafanya nini kukatenganisha haka katoto na baba yake? Utaweza? bora kakiwa kamezaliwa kachanga, huyu mzee aanze kubeba mzigo wa kazi yake. Acha hasira ambazo hazina sababu. Unakasirika nini? Makosa ulifanya wewe, ulimruhusu baba yake afanye ya kufanya kabla hamjaoana. Sasa ile dhambi, usimtese mtoto ambaye hahusiki. Unanisikia? Naongea na, na binti mmoja hapa ambaye umezira kabisa. Nasema mchungaji, hatukihubiri machozi ya damu. Simusamei, una mapepo kwa. Haiwezekani umlete mateso mtoto wako ambayo hayana sababu. Makosa mlifanya wewe na baba yake, yeye yeah, ana usikaji. Alafu sasa unaanza kusumbua na wasiohusika. Sasa umekataa baba yake simulee, unaanza kusumbua kaka zako, kaka mtoto, kaka ulizaa na kaka yako unaanza kusumbua baba mtoto, baba baba baba yako ndio mtoto wa huyo. Mbona mbona mbona mna unajua, mnasema mchungaji, unaongea maneno makali, mnanichokoza mnanichokoza. Huwezi kutesa mtoto kwa sababu tu ya maasira yako, kisirani chako. Umeshindwa kusamehe, unasema alikataa, alikataa. Alafu mtoto hajazaliwa, mtoto sio wa kwake Pasta.